Habari za ndani ambazo niko nazo na, ni kwamba <laughs> uh, Paul Makai ulishawahi kuwa approach, ulishawahi kufuatwa na moja kati ya club kubwa kabisa mm. za Kariakoo kuwa msemaji wao. Ina ukweli wowote? wewe kwanza umeipata wapi za ndani kabisa hizi hapa? ya ni kweli uko eh. sahihi na hiyo za ndani kabisa eh. Namkumbuka rafiki yangu mzee wa eh. Kudere eh. Kwa hiyo nimekumbuka mbali sana. <laughs> Ni kweli ni za ndani na uko sahihi, wala mm. hilo halina ubishi na siwezi kung'atang'ata maneno. Mm -hmm. Ni kweli moja kati ya klabu kubwa, kiongozi wake mm -hmm. aliwahi kuniambia mm -hmm. Paul Makai tuma CV yako mm -hmm. basi. Ah, wakati niambia vile, na kweli walikuwa wana uhitaji kweli kweli na msemaji katika hiyo klabu mm -hmm. na mwisho wa siku nilimweleza tu kwamba kwa sasa sitotuma, sio wakati sahihi kwangu mm -hmm. wakati ukifika nitatuma. Mm-hmm. Ni kweli ilikuwa uh, hivyo, na yote kwa yote uh, vijana wenzangu wakapatikana, na hivi sasa wanaendeleza gurudumu. Nadhani unafahamu eh, kwenye hizi club kubwa kwamba ni vijana nani na nani ambao wanasukuma gurudumu vijana wanaosukuma gurudumu itakuwa ni kijani na njano ama nyekundu na nyeupe eh, vyote sawa tu, vyote sawa tu eh. Simba Yanga lakini ni moja kati ya klabu kubwa hapa nchini Tanzania na huo eh, ni ukweli kabisa. Ehe, ilikuwa ni, kabisa. Nyakati za, ni nyakati zipi, mwaka gani? Ni nyakati ambazo uh, kwa haraka haraka hivi kuna kipindi kweli hizi klabu zote zilikuwa zina wasemaji ambao wanafanya vizuri sana. Ndio. Yanga alikuwepo Bumbuli. Ndio. Alikuwa uh, anafanya vizuri E, upande wa Simba alikuwa Haji Manara yeah. E, akang'atuka pale, basi kipindi kile alikuwa viongozi wana, wana haha majina mengi sana mm, yalihusishwa yali kwamba nani atakwenda kuvaa viatu vya Haji Manara mm, nani atakwenda kuvaa viatu vya Hassan e, Bumbuli mm. Na mwisho wa siku wamepatikana na vijana wenzangu, lakini mimi ni moja kati ya wale ambao pengine ningekuwa msemaji wa mojawapo wa hizi club kubwa kati ya Simba ama Yanga.